Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema dema Mheshimiwa Tundu Lissu amewasili katika Mahakama Kuu hii leo Februari 20 mwaka 2026 na tayari amepanda kizimbani kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa kesi inayomkabili. Katika hatua ya leo, Lissu anatarajiwa kuanza kwa kumuuliza maswali ya dodoso shahidi wa 14 wa upande wa Jamhuri, anayetambulika kwa jina la kificho P9, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa ushahidi unaoendelea mahakamani hapo. Baada ya shahidi huyo kumaliza kutoa ushahidi wake, mahakama inatarajiwa kuendelea kupokea ushahidi kutoka kwa mashahidi wengine wa upande wa Jamhuri, huku pande zote mbili zikiendelea na hatua mbalimbali za kisheria katika kesi hiyo. Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini, kesi ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa ukaribu na umma na wadau mbalimbali wa siasa na sheria nchini.